wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu wa Waislamu, karibuni tena kwa mara nyingine katika halaka yetu ya kuzungumzia wanafiq ndani ya alquranul karim, baada ya yote tuliyoyazungumza kuanzia taarifu na yale yaliyofuatia kuzitaja zile sura ambazo zimewataja wanafik ambazo kwamba wamekubaliana sura kumi na sita na ambazo wamehalifiana sura tatu, ambazo tumeitaja suratu uh, Lhaji na suratu Lmudathir na suratu Lmaun, na tukaeleza yaliyomo katika eh, zile aya ambazo kwamba wamekhalifiana ndani ya hizi sura tatu na tukaeleza vile vile ni mara ngapi uh, kilma cha nifaqi na mushtakati zake zimeregeleka ndani ya lquranu lkarim. Leo mwenyezi Mungu akituafikia tuataka tuzungumze, ndugu zangu, chanzo cha unafiki chanzo, asili ya unafiki ni nini? Ni, na ilikuwaje katika ardhi ya Makka hakukudhihiri nifaqi, bali katika ardhi ya Madina ndiyo masala haya nifaqi yalidhihiri. Yajulikana ndugu zangu kitarikhi kwamba mtumi sallallahu alayhi alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam alipokuwa katika ardhi ya Makkah alipambana na watu sampuli moja Mtumi katika ardhi ya Makka alipambana na waumini na makafiri, watu sampuli mbili. Mtumi alipambana na waumini na alipambana na makafiri. Yaani waumini kina sayyiduna Abu Bakr kina sayyiduna Amaru bnu Yasir na wengineo, hao walikuwa ni waumini swafi, wala hakuwa na mushkili wowote kwa wao. Lakini pia mtumi alipambana na makafiri Kina Abu Jahli, kina Utba na wengineo kina Umayyah bin Khalaf hawa walikuwa ni makafiri swafi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam upande huu alikuwa ana waumini swafi na upande mwingine kushoto kulikuwa na makafiri swafi. Kulikuwa na kundi jingine ambalo uh, halikutajwa sana katika taarikh, lakini kulikuwa na kundi la watu ambao wamemwamini mtumi sallallahu alaihi wasallam wameuamini Uislamu, lakini wameficha uislamu wao, yani wanaonekana kama kwamba hawajasilimu, lakini ndani yao walikuwa ni Waislamu. Hili ni kundi lilikuweko, wale watu ambao kwamba ni almustadhafun, ambao walikuwa ni wanyonge uh, wakiogopa kuadhibiwa na mabwana zao na wakubwa zao na viongozi wao wakawa wamemwamini mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakini walikuwa wakificha kwamba wao ni Waislamu. Mtumi sallallahu alaihi wasallam akaendelea na hali hii mpaka ilipofika wakati wa kugura kwenda Madina. Twasoma sisi mtumi sallallahu alaihi wasallam kabla ya kugura kwenda Madina, wale Maanswari walikuja mara ya kwanza kukaweka na ile Alaqabatu lula Wakaja mara ya pili takriban watu sabini. Mara ya kwanza alikuja Mtumi wakati akizunguka pale Maka kufanya ile dawa. Mara ya kwanza alipambana na watu sita akazungumza na wao, hii haikuitwa akaba. Watu sita hawa Mtumi akawafanyia dawa hao watu sita, sita waliporejea Madina. E, wakenda wakazungumza na watu wao e. Mara ya pili walipokuja katika msimu wa haji uh, wakaja takriban watu kumi na mbili wakaja wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Aqaba, na ndio imeitwa katika sira e, alaqabatu lula. Ukisoma baiatu laqabati lula ni beia ambayo Mtume aliifanya na watu wa Madina takriban kumi na mbili. Ya kwanza haikuitwa, haikuitwa baia kwa sababu Mtume aliwafanyia da'wa tu wale mabwana, na wale mabwana walipokwenda wakafikisha ule ule ujumbe kwa watu wao mara ya pili walipokuja wakaongezeka watu kumi na mbili wakapatikaniwa baiatul aqabati al-ula. Hawa watu kumi na mbili wakarudi wakaenda wakafanya dawa watu wao, wakaja tena katika msimu mwingine wa hija. Na hawa ni watu watoka Yathrib, Mtume hajagura kwenda Madina na wakati huo Madina haijulikani kwa jina la Madina, yajulikaniwa kwa jina la Yathrib. Walipokuja hii mara nyingine, takriban wakaja watu sabini na mbili hawa watu sabini na mbili wakaja wakambei mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ndiyo imeitwa Alaqabatu Thaniya. Baada ya kumbei mtume alayhi salatu wassalam, wakamuomba mtume awape mwalimu enda akawasomeshe. Mtume alayhi salatu wassalam akawapa Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair akawa ndiye balozi wa kwanza aliyetumwa na mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ende Madina kusomesha watu, kijana takriban miaka ishirini na moja ishirini na mbili lakini imani imemjaa katika moyo wake, na mpaka mtumi akaona huyu ndiye anayefaa kuwa awalu safirin fi lislam, huyu ndio awe balozi wa kwanza katika Uislamu, kupeleka Uislamu na kupeleka ilmu Madina. Musabu bnu Umairi alikwenda Madina na akafanya da'wa ya kutosha watu wakasilimu. Kwa ufupi ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka mwisho amekatikiwa ameamrishwa, aende Madina agure, tayari mji wa Madina umejaa Uislamu kipindi hichi cha Musabu bnu Umairi ienda Madina. Madina kulikuwa na makundi takriban matatu. Kulikuwa na Answar, tutawaita Answar ingawa jina la Answar wamelipata baada ya mtume kugura kwenda Madina, lakini kulikuwa na wale watu wa Madina wenyewe ambao baadaye walijulikana kwa jina la Answar na hawa walikuwa wamegawanyika mara mbili, kuna Aus na Khazraj. Kisha kulikuwa na kundi jingine ambalo kwamba ni kundi la Mayahudi na hili kundi la Mayahudi na wao walikuwa ni mapote matatu au ni, ma, ni makundi matatu katika wao. Kulikuwa kuna Bani Kainuka na kuna Bani Quraidha na kuna Bani Nadhir. Hawa Aus na Khazraj walikuwa hawaelewani, walipigana sana ilikuwa ni vita kwao visivyoisha. Ukisoma katika taarikhi, wanasema walipigana zaidi ya vita mia moja. Hayo yafanyika hajatumwa Musabu bnu Umairi kwenda kuwasomesha, hawajajua nuru ya Uislamu, hawamjui Mtume Muhammad. Hawa mabwana walipigana mpaka ikafika mahali wale viongozi wakaona, kwa hali hii tunayokwenda nayo sisi tutamalizana ili tusimalizane, tuchukueni mmoja wetu awe ndiye kiongozi ambaye atakuwa akituongoza watu. Walipoketi wakaangusha wakaangusha vichwa chini, wakaangalia wakaona anayefaa kuwa kiongozi kwa utu uzima wake na busara zake na maono yake, wakaona awe ni Abdullahi ibnu Ubayi ibni Salul. Sasa shura Watu wameketi waafikiana kuhusu Abdullahi bnu Ubayi bni Salul, na ni kipindi hicho Musabu bnu Umairi ameingia Madina, yuwawasomesha watu, yuwawafundisha watu, watu wameshughulika na kujua Uislamu, lakini huku upande mwingine watu wafikiria kumvisha koja, kumvisha taji Abdullahi bnu Ubayi bni Salul awe ndiyo kiongozi wao ili waache vita Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mipango ya Mwenyezi Mungu alioipanga mwenyewe wale kule Madina au Yathrib kwa wakati ule, wale kule walichelewa kumvisha koja Abdullahi ibn Ibnu Ubayi bni Salul, na huku imeswadhifu Mtumi na yeye ashaamrishwa yuagura yuenda Madina. habari ilipowafikia watu wa Madina ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa ameamrishwa yuagura yuenda Madina, watu Madina wakashughulishwa na kumpokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamsahau Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, na wakasahau kwamba huyu bwana alikuwa yastahiki avishwe koja awe ndio kiongozi wetu, hili watu wakaliweka kando. Ikawa watu wote waandaa majumba yao, kila mtu aiandaa nyumba yake kumpokea ya Mtumi, kila mtu andaa, barabara zikaandaliwa, majumba yakaandaliwa, watu wakajitayarisha. Ikawa watu wa Madina kila siku walikuwa wakenda wakipanda kwenye minazi juu kule, wengine wako chini wameketi, wale walioko juu ya minazi wakiangalia ile misafara inayotoka mbali kuangalia ni nani ni lini mtume ataingia katika ardhi ya Madina. Mpaka siku hiyo mtume sallallahu alaih wa alihi wasallam akaingia almadinatu al lmunawara, Madina ikaingia nuru. Sayyiduna anasu bnu Malik radiallahu taala anhu wasema siku mtumi alipoingia Madina, Madina kila kitu kilitoa nuru, kila kitu kilikuwa na mwangaza kila kitu kilikuwa chavutia kwa sababu ya kuja mtumi sallallahu alayhi wa alih. Na siku mtumi alipokufa, Anasi yasema Madina kila kitu kilikuwa na giza, mpaka zile barabara ambazo zilikuwa na nuru siku mtumi akiingia, siku mtumi alipokufa barabara kama zile zilikuwa na giza. Ala kulli hal, mtumi alaihi salatu wassalam akaingia Madina na mtumi Madina akapokewa na watu wote, akapokewa na watu wazima, akapokewa na watu vijana, akapokewa na wanawake, akapokewa na kila sampuli ya unachokijua. Vitu vyote vikampokea mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu wakimwomba mtume shukia nyumbani kwetu, shukia nyumbani kwetu, ya Rasulullah, shukia nyumbani kwetu, mpaka wengine wakimshika ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimvuta ili wamwelekeze katika majumba yao. Mtume akiwaambia dauha fainnaha mamura, muwateni huyu ngamia ameamrishwa yeye, mwenyewe yuwajua ni mahali gani atakwenda kutuama, ni wapi atakwenda kupiga magoti mpaka ngamia kama yule akaenda akapiga magoti mbele ya nyumba ya Abi Ayyub al -Ansari. Sasa, ndugu zangu, watu walikuwa wamefanya vikao ili wamvishe koja Abdullahi ibnu Ubay bni Salul, lakini leo mambo yamebadilika, ameingia Mtumi sallallahu alihi wa alihi wasallam na mtume kuingia Madina hakuna tena dharura ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul kuvishwa koja. Kwa ufupi, watu hawakukutana kuambiana ya kwamba Abdullah ibn Ubay tusimvishe koja, watu hawakukutana lakini, kitwabia kitwabia tu, mtume baada ya kuingia Madina kitabia ule uongozi wa Madina ukawa uko chini ya mtumi na hakukuwa tena na haja nyingine ya kuweko na kiongozi aitwaye Abdullah ibn Ubay bni Salul. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, tarikhi yasema Abdullahi bnu Ubay bni Salul, lile jambo likamchoma, likamuudhi, akiona ya kwamba mimi nimekosa uongozi kwa sababu ya huyu Madina watu waendelea kusilimu. Abdullahi bni Ubay bni saluli hakusilimu la yeye la wale watu wake, ambapo takriban walikuwa ni kama watu mia tatu. Wote hawa walikataa kusilimu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaketi Madina mwaka mzima, Abdullahi bni Ubay bni saluli bado yuko katika ukafiri wake. baada ya mwaka kukatokea vita vya Badri na twasoma sisi kwamba vita vya Badri, zile nguvu zilikuwa hazitoshani, watu elfu moja kwa watu mia tatu ni nguvu ambazo kwamba ni tofauti sana lakini, liyakdhia llahu amran kana mafuulan. Katika vita vya Badri mtumi na masahabu walipanda, walipata ushindi ambao hawaja upatapo mahali pengine waliwaua makafiri sabini wakawashika mateka sabini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina na ushindi huu, na makafiri wakarudi Makka na kushindwa, fedheha, hizaya, kila nyumba katika ardhi ya Makka ina kilio, kuna mtu amekufa. Abdullahi bnu ubayi bni salul Akawaita watu wake akawaambia, inna hadha lamra kad tawajaha, sasa haya mambo ya muhammadi yameelekea. Ni kama alikuwa akiwaambia eh, ikiwa ameweza kupigana na watu elfu moja na akawaua sabiini akawashika mateka sabiini je, sisi hapa Madina watu mia tatu akitaka kutushughulikia huyu bwana ni dakika ngapi? Abdullahi bni Ubayi bni salul akawaamrisha wafuasi wake wote wakaja mbele ya mtumi mmoja mmoja, wakipiga shahada, na yeye mwenyewe vile vilevile akaja akasilimu, lakini walisilimu dhahiri, ndani yao ilikuwa kuna unafiki. Ndio asli ya unafiki ilipotokea ni hapo. Asli ya unafiki ni kwamba ni watu walikuja wakasilimu mbele ya mtumi, kina Abdullah bn Ubayi bni Salul, lakini ndani ya nyoyo zao kulikuwa kuna ukafiri wameuficha, kwa yale machungu na zile hasira za kwamba wao eh, kwamba Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakuupata ule uongozi, na kwa kuitakidi ya kuwa uongozi kama ule aliyemzuilia kuupata ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu, hiki ndicho chanzo cha unafiq na hii ndiyo asli ya kupatikaniwa unafik katika ardhi ya Madina, na haukupatikaniwa katika ardhi ya Makka, kwa sababu tumeeleza kwamba Makka watu walikuwa imma ni muumini swafi au ni kafiri swafi, au ni kinyume cha munafiki. Nini maana yake? Ni mtu ambaye amesilimu ni muumini swafi lakini kwa sababu yuwaogopa watu wake wasije wakampiga wakam, wakamdhuru alikuwa yuwaficha uislamu wake. Madina kukapatikaniwa kinyume Im, kulipatikaniwa waumini swafi, makafiri swafi, kukapatikaniwa na kundi hili ambayo twalizungumza, wamedhihirisha uislamu wao wakaficha ukafiri wao, ikiwa miongoni mwao ni Abdullahi bnu Ubayi bni Salul na wachache katika Mayahudi na wengi katika watu wa Madina. Mwenyezimungu insha allah tuwafikia kila la kheri. Katika halaka ijayo, tutakuja kueleza kwa nini mtumi asiwauwe wanafik na ila hali wawajua na huu unafik umegawanyika vigawanyo vingapi. Baada ya hapo, mwenyezimungu akituwafikia, tutakuja kuingia katika zile aya zinazowazungumza wanafiki katika hizi sura ambazo kwamba tumezitaja, tutakuja kuingia katika suratu lBakara.